Sawa, tuanze moja kwa moja. Hali ikoje? Nianze na mtu wa uwekezaji kwanza. Nitakuja kwa mtu wa fedha baadaye. Uh, hali ipoje kwa hivi sasa? Hali kwa sasa hivi hali iko vizuri kwenye masuala ya uwekezaji. Mm -hmm. Usante kuzungumzia kwenye upande wa Faida Fund. Ah, uh, tangia tumeanza paka tulipofikia sasa hivi, uh, kidogo mfuko wetu umekua na vile vile uh, tunatoa faida ya asilimia 10 na zaidi kwa mwaka. Tangia tumeanza. Tulianza ilikuwa ni 8%, lakini paka sasa hivi tunafika 13% na zaidi. Tukiangalia kidogo tumeweza kukuza ule mtaji wa wekezaji mpaka kufika asilimia ambayo nimetaja sasa hivi. Okay. Yeah. Yeah. Watumishi Housing Investment, yes. Ni taasisi ambayo inajihusisha na, na, na, yeah. na no, usimamizi wa mifuko ya uwekezaji wa pamoja ambapo katika mifuko ya uwekezaji wa pamoja tuna mfuko wa uh, kwanza ambao unaitwa Real Estate Investment Trust ambao kazi yake ni kujenga nyumba na kuuza kwa watumishi wa serikali na wachangiaji wote wa mifuko hifadhi ya jamii. Huo ndio mfuko wetu wa kwanza na kazi yetu kubwa ilikuwa tunaifanya kuanzia mwanzo. Kwa hiyo tukaja na mfuko wetu wa pili ambao tunauita Faida Fund. Huo mfuko kazi yake ni kukusanya hela na kuwekeza katika masoko ya fedha. Na hizo hela tunazikusanya katika uh, taasisi za serikali, ambazo sio za serikali, vile vile tunachukua katika wananchi mmoja mmoja, paka bodaboda au mama ntilie. Kwa sababu tulipoanzisha mfuko wa Faida Fund ilikuwa kima na an, mpaka sasa hivi kima cha chini kuanzia shilingi 10,000 na kuendelea. Kwa hiyo tukawa tunataka kumpa mpaka mtu akiwa wa hali ya chini kabisa aweze kuparticipate katika kuwekeza katika mfuko wa Faida Fund. Kwa hiyo Watumishi Housing Investment sasa hivi na mifuko miwili ambayo inasimamia, mfuko wa kwanza ni wa nyumba, mfuko wa pili ni mfuko ambao unawekeza katika masoko ya fedha. Okay. Yes. Well, yeah. Mtu wa fedha. Hii nimesikia Faida Fund inahusisha mambo ya fedha. Uh, tukiwa tunawaalika hapa wataalamu wa fedha, mara nyingi wanasema elimu ya fedha chini sio kubwa, watu hawaelewi wapo kwa kwenda kuwekeza. Lakini sasa hivi watu wa fedha wanashauri zaidi uwekezaji kwenye masuala haya ya fandi eh, katika mifuko ya, ya, ya fedha. Hapo natizama na watu ambao pengine hata hawana elimu ya fedha kabisa, kwa nini Faida fandi na kwa nini uwekezaji kwenye mambo kama haya? Kwa kweli Faida fandi ina, imeanzishwa kujibu maswali ambayo yalikuwa yajibika kwenye eneo la, la uwekezaji. Kitu cha kwanza tunataka watu waelewe kwamba fedha unayoipata inatakiwa ikue. Cha pili, kuna njaa kubwa sana ya uwekezaji kwenye, kwenye soko la Tanzania. Kwa hiyo tunataka kukuza utamaduni wa Mtanzania. Watanzania wengi wanapata vipato vyao kwenye mishahara, kwenye biashara. Lakini vipato vile haviwekezwi. Vinaishia kukaa mahali kama store. Unajua ukiweka kitu store kimetulia pale. Kwa hiyo ukiweka hela kufanya kwenye akaunti yako ya benki, hela zimekaa salama na mfungu na pale kuna store salama basi. Lakini kukua hilo hapana. Kwa hiyo lakini ukitoa ile hela pale store ukaenda kuizungusha ukawekeza sasa unapata thamani. Kwa hiyo tunakuja na mfuko wa Faida kwa ajili ya kuuza mtaji kukuza ule utamaduni wa kuwekeza kidogodogo. Kwa hiyo ili kufanya hiyo hiyo hiyo ieleweke vizuri, tunataka mtu akishajiunga kwenye mfuko au anawekeza mara kwa mara, lakini kuhakikisha kwamba hasahau, tunakuja na sera ya kuwekeza kila mwezi. Kwa hiyo tunapiga kampeni, wananchi wote wajue, wawekezaji wote wajue, watumishi kwa mfano nope. wajue kwamba wanaweza kutumia mishahara yao kwa mfano kuwekeza kila mwezi, kwa sababu mishahara ile ni sosi au ni mtaji mkubwa sana kwamba tu watu namna ya kuitumia ndio ambayo inakuwa ina, ina, ina shida, lakini hii kampeni ni kujaribu kujaribu kuambia kwamba kipato kile cha mshahara ni kikubwa sana, mradi tu ukipangilia vizuri kila mwezi useme kiasi fulani kienda kwenye uwekezaji, na kiasi hiki kinachobaki ndio matumizi ya kawaida. Sasa angalia mshahara wa mtu, kuna makato mbalimbali yamefanyika. Wenzetu wale wanaokata hawataki ifike kwako wewe ndio upeleke, kwa mfano Makato ya kodi. Hawataki upate ile hela, afu ndo wewe ndo ukalipe kodi. Ah, <laughs> wanakata kule kule tata. <laughs> Wanakata huko? Alafu pension ndio ni yako ya maisha ya baadaye. Lakini hawasubiri upokee, uende dirisha la pension, useme bana, pension yangu ya mwezi huu yeye hapa, chango wangu ni huu. Ah ah, wanachukua kule kule kwenye ishara. Chama cha wafanyakazi, wale ambao wanachama wa chama cha wafanyakazi, hawasubiri wewe uchukue ile hela. Ndio? Ukishaichukua ukapeleke uka chama cha wafanyakazi, wanakata kule kule. Sasa tunataka kusema kwa nini na wewe sasa usichukue ile hela ikatiwe huko huko ya kwako wewe ya, kwa ya kuwekeza ili kusaidia maisha ya mbele. Kwa hiyo tunakuja na mpango wa kuwekeza kila mwezi. Sasa mpango huu ni mahususi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba watumishi wa nyanja zote, watu wote ambao wa, wa, wa mfano watumishi wanakata kwenye mshahara wala ambao Wapata mshahara, unafanya biashara, na hata kama unapata mshahara pia unaweza kwenda kupitia benki ukaweka. Kuna kitu kinaitwa kwa Kiingereza standing order eh, ukaweka hati maalum kwamba kila mwezi kwenye akaunti hii tarehe 30 kata kiasi hiki kikawekezwa kwenye mfuko. Kwa sasa sisi tunasema mfuko wa Faida ndio unafanya vizuri kwenye soko, basi unaweza kuchagua Faida Fund ndio mahali pazuri pa kuwekeza. Kwa hiyo kwa mfanyabiashara, naye anaweza akatoa order kila tarehe fulani kwenye benki wakate kiasi fulani cha faida anayoweka kwenye benki iende kwenye uwekezaji. Kwa namna hiyo, inamjengia ile sasa tabia au tamaduni tunaokuza sasa wa kuwekeza kila mwezi. Sasa katikati ya mwezi kuna hela nyingine unapata unaendelea kuwekeza mwenyewe kama unavyotaka, lakini kila mwezi unawekeza kwenye kiasi kinawekwa sasa kwa muda mrefu wa maisha yako, mtu atakuja kukuta kwamba kwa sababu unapowekeza kumbuka, faida ni kila siku. Sisi tunakuja mfuko wa Faida, faida inagawanywa kila siku ya kazi. Tunagawa faida. Na kama alivyosema afisa wetu mwekezaji hapa ni kwamba kwa sasasa, ni kwamba faida inazidi zaidi ya 13%. Kwa sasa hivi kwa hesabu za sasa ni 13.3%. Kwa hiyo ni faida kubwa, ni karibu 14 kwa mwaka. Kwa hiyo sio si, kwenye soko uweze kupata faida kubwa namna hiyo sio sio rahisi sana. Kwa hiyo kupitia mfuko huu wa uwekezaji wa pamoja na hasa huu wa faida ambao tunao tunao tunaoelezea hapa faida hiyo. Sasa faida ya mwaka mmoja na mwaka mwingine kuna kitu kinaitwa faida jumuishi au compounded interest. interest. Kwa hiyo ile faida unayopatikana inakuwa tena mtaji. Kwa hiyo mwaka unaofuata tena ile faida ni mtaji tena. Kwa hiyo ndio maana baada ya miaka mingi ukiwekeza hela kidogo unaweza kuja kutoa hela nyingi zaidi. Kwa hiyo ndio maana tunahimiza watu wa ule utamaduni wa kuwekeza kila kidogo kidogo, lakini pia kila mwezi kwa siku. Kwa hiyo ndio ndo mpango ambao tunataka kuhakikisha kwamba wananchi wanauelewa na pia watumishi wafanya kazi kama sisi tuhakikisha kwamba tunawekeza kila mwezi. Okay, mi nianze na mzee wa uwekezaji hapo. Kwa nini niwekeze na Faida Fund? Alafu okay. Saibu, watu wengi wanawekeza na wanatoa bakshish tofauti tofauti, lakini kuna ile sijui, mara anaweza kuchukua hapo katikati. Faida Fund ikoje naweza kuchukua wakati gani na au nawekeza mpaka nije ni staff ndo niweze kupata fedha zangu. Okay, asante. Ah, uh, Faida Fund uh, ni mfuko ambao ukiwekeza fedha zako, si ndio? Kama umeikeza ile self leo umefungua ile account unaanza kuwekeza leo. Kuna kipindi tunasema ni lock in period, ncha miezi mitatu. Kwa hiyo kipindi ukio, kwa mfano umeikeza today ni kwamba utakupa miezi mitatu mbele ambayo miezi hautaweza kutoa zile fedha, lakini baada ya miezi mitatu utaweza kuzitoa wakati wote. Vile vile utapata nafasi pia ya kuweza kuangalia maendeleo ya uwekezaji wako. Sisi tuna mfuko wetu kwa transparency kwamba ukiwekeza leo tunakupa access kwamba unaweza ukaangalia mfuko wako unaendelea vipi. Kama niliweka shilingi elfu kumi, leo nina shilingi ngapi? Kumi leo nina shilingi ngapi? Kesho kutwa nina shilingi ngapi? Kwa hiyo pia utapata ile fursa ya kuweza kuona kila kinachoendelea kwenye akaunti yako. Vilevile ukiwekeza, uh, Faida Fund ni mfuko ambao unaweza ukatoa hela zako pasipo kufika kwenye ofisi zetu ukiwa tu na simu janja yako, ukiwa na laptop, popote ulipo, unaweza ingia kwenye mfumo na ukafanya repurchase, yani uka withdraw fedha zako na ukazipata ndani ya siku tatu za kazi. Narudi pale pale, elimu kuhusu uwekezaji wa hizi fedha. Kuna mwingine anaweza kawa nauliza hapa sasa hivi uh, mimi natumia let's say account uh, be it uh, kwa ajili ya fedha. mm -hmm. Benki fulani benki fulani, lakini like, sasa nataka nije niwekeze kwenu. Uh, mchakato wake ni najua mambo ya kifedha <laughs> haya <laughs> mchakato wake unakuwaji? inaruhusu for everyone kwa kila mmoja ndio. mm -hmm. Na mchakato wake upoje? mtu anataka kujiunga sasa, ana account sita hapa kuno, oh, kama hivi nami wana zake nyingi, anawaangalia <laughs> <laughs> <Okay>. anakuja <laughs> jambo la kwanza jambo la kwanza kabisa anajisajili kwenye na kama alivyoeleza ushajisajili, unapata control number au namba maalum ya malipo. Na kwa nini tunatumia namba hii ya malipo au control number? Kwa sababu, kumbuka, watu wa kawaida tunapenda kuwekeza kidogo kidogo. mmm mm. hasa unapowekeza kidogo kidogo, yeah, kuna gharama za uwekezaji, yaani unapotransfer hela, kuna account hapa, kuna account pale, ili unafahamisha hela ile miamala ina gharama. Sasa ukitumia mfumo wa malipo serikalini ambao Faida Fund imeunganishwa na mfumo huo, gharama zile zinakuwa kidogo. Kwa hiyo unachotakiwa kuwa kitu cha kwanza ni kusajili upate ile control number. Ukishapata control number, sasa kwenye akaunti yako, ukienda na ile control number nahamisha hela kwa kulipia kwenye ile control number, basi kwa njia hiyo sasa hela zinafika kwenye mfuko, na mfuko wa Faida umeunganishwa moja kwa moja na benki ambayo ni mwangalizi ambayo ni benki ya Sierra Leone. Kwa hiyo akaunti ya makusanyo yote ya ya, ya, ya uwekezaji inaenda kwenye akaunti ya makusanyo ambayo iko Sierra Leone. Kwa hiyo ile control number kwenye mfumo wa GPG imekuwa imeunganishwa moja kwa moja na ule na, na ile account. Kwa hiyo popote ulipo kwenye benki yoyote au kwenye mitandao yote ya simu, mesema, kwa sababu tumesema unaweza kuhamisha kutoka kwenye benki fulani fulani ambazo akaunti zako zipo, lakini kuna mitandao ya simu simu kama Mpesa na siku hizi biasi na wenyewe au tuko na ita Tigo pesa yeah. una miamala pia kutoka Airtel na na na na na, na, na, Halotel, na sasa hivi kuna Selcom kutoka kwenye hizo hiyo hiyo maeneo yote, kwa tunaweza ni eh, zikofana zote hizo kwa kutumia control number, ila zinafika kwenye account ile ile ya ya uwekezaji. Kwa hiyo ukitaka kuwekeza ni rahisi, na hiyo kumbuka, unafanya ukiwa ofisini kwako au mahali popote ulipo, hata ukiwa kitandani umelala na unachukua simu yako, unahamisha muamala kutoka kwenye benki hii kwenda kwenye control namba hiyo. Sasa na kama unalipa bili ya maji au bili ya umeme, mm-hmm. au chochote kile, kwa hiyo ile nayo ni uwekezaji. kwa hiyo, kwa mara ya kwanza Tanzania, serikali imeridhia wananchi wake watumie mfumo wa malipo serikalini kwa ajili ya uwekezaji, na mfuko wa kwanza kunufaika na hili eh, maamuzi haya ya serikali, mfuko wa Faida kwa okay. hiyo tumeandika historia Hmm. kwamba mwananchi sasa anaweza kutumia mfumo wa malipo serikalini kuwekeza kwa manufaa yake ya baadaye. Kuna kundi kubwa la watu ambao hawana ajira rasmi ikiwemo bodaboda, lakini watu wengine wanaofanya shughuli zao, kuna wanaofanya shughuli za ufugaji na shughuli tofauti tofauti ambazo sio rasmi, na wakati mwingine hawana hata akaunti, wanahisi kama hawana kipato cha akaunti. Mtu huyo ambaye ana kipato cha kawaida ana nafasi gani ya kuwekeza na faida? E, kwa mtu ambaye kipato chake kama tulivyosema, kiwango cha chini cha uwekezaji cha kuanzia ni elfu kumi na una u, uwekezaji unaoendelea, kiwango cha chini ni elfu tano Sasa kiwango, kwa nini tumeweka viwango hivi vya chini kabisa? Kwa sababu tunajua kwenye jamii kuna makundi mbalimbali na haya makundi ambayo kipato chao ni cha chini, kwa hiyo hawa wakiwekea kiwango cha juu enda kwenye soko la fedha, kumbuka fedha hizi tunaenda kuwekeza kwenye masoko ya fedha kwa mfano, hatifungani za serikali ambazo unanua bondi za miaka mingi, miaka ishirini na tano, miaka ishirini, miaka kumi na tano. Sasa mtu mdogo hawezi kufikia lile soko kirahisi kwa hiyo, kwa njia ya kupitia mfuko wa Faida, mtu huyu sasa akiwa na shilingi elfu kumi au zaidi, au akiwa na elfu tano anaweza kufikia soko la, la, la, la, la, la mitaji kwa hiyo ndio maana mfuko huu tumekuja kiwango cha chini kabisa kinazungumzia elfu tano na ndio sababu kubwa ya kuhakikisha kwamba mtu amantilie, bodaboda, fanya biashara ya kawaida, na watu wa kawaida ambao vipato vyao ni vya chini, ambao hata watumishi wengine mishahara yao ni midogo sana mm. kwa hiyo wale wanaweza kuanzia kwa, shilingi elfu tano na kuendelea, anaweza kuwekeza na siku akiwa na hiyo elfu kumi elfu saba elfu ngapi, hawezi kusubiri mpaka mwisho wa mwezi, hiyi anaiweka hiyo hiyo kwa hiyo mtu huyu anafikiwa kwa njia hiyo. Kwa hiyo kitu cha kwanza tunahakikisha kwamba mtu huyu wa chini kabisa na kwa kwa... Kwa kwa... Kwa kwa kingine ni kwamba tumeweka utaratibu rahisi sasa wa kutumia malipo ya serikali ndio, mfumo serikali. Kwa hiyo ule mfumo pia unamsaidia mtu popote alipo, hahitaji -ha kwenda benki, hahitaji kwenda ofisini kwetu, pale pale alipo mm. anatuma kwa simu ile inafika kwenye uwekezaji na tumeweka njia mbili. Wale wenye simu janja wanaweza kutumia simu janja, wale ambao mitandao hii uh, ya internet hawezi kuipata yeye anatumia e, tunasema kwa Kiingereza USSD, kwa maana ya ile kupiga nyota mia na hamsini. Tumia zile, zile, yeah. Zile, zile, zile njia za ambazo hazitumii hazitumii internet, pia mtu huyo anaweza kupitia kwa njia hiyo na hela ikafika kama kawaida, kujisajili na pia kuwekeza. Kwa hiyo njia zote zinatumika. Okay. Ndugu afisa uwekezaji yeah, mm, ni rahisi kwa namna gani kwa mwananchi ambaye uh, hana uzoefu na mambo haya ya uwekezaji kuja kuwekeza na Watumishi House ni Faida Fund, lakini pia ni rahisi kwa kiwango gani mtu kuiona faida yake haraka okay? <laughs> urahisi uliopo katika mfuko wetu ni kwamba cha kwanza ni kwenye kujiunga. Unaweza kajiunga kupitia, uh, website kwa watu ambao simjanja yeah, na vile vile kama hauna simjanja, kuna njia ya kujiunga kupitia USSD, yani ile nyota 152 nyota 152 nyota 009. Pale unaweza kujiunga kama una smartphone. Kwa hiyo kwenye kujiunga kwenye mfuko wetu kuna njia mbili, ya kwanza ni kwa watu ambao wanatumia hii simjanja ambao watapitia kwenye website, na kama pia hauna simjanja unaweza kupitia kwenye USSD na ukapata kujiunga kwenye mfuko wa Faida Fund. Sasa uh, kwenye upande wa kuona maendeleo ya, ya mfuko wako kwa mtu ambaye ana smartphone anaweza baada ya kujiunga kupitia kwenye website yetu tutampa access ya account yake. Kwa anaweza kuimonitor na kuangalia kinachoendelea. Lakini kwa mtu ambaye alijiunga kwa kutumia hivi simu ndogo, yeye tunaweza tukampa namna kuvuta salio, akaangalia labda ukatete, tangia nifungue account yangu na nimewekeza mpaka sasa hivi na shilingi ngapi na imeongezeka shilingi ngapi. Anaweza kutoa fedha, mtu anaweza kutoa muda wote, muda wote, yani kaweka lakini ukijifunika. Hapana, hapana, ukijiunga leo eh, eh. Baada e, ya miezi mitatu ya kwanza ikishaisha mwezi unaofuatia unaweza kutoa kiasi chochote na wakati wowote, hata weza kaondoka nao yote nisirudi kabisa. Na ukishatoa labda lesi, umetoa labda Jumatatu, unalipa ndani ya siku tatu za kazi. Yani Jumatatu ukitoa, ikifika Jumatano lazima utakuwa umeshapokea lako. Wow, kwa hiyo, yeah, katia zangu laki moja hapo nikaweka kwa siku tatu mfululizo miezi mitatu. Baada hapo nikachukua pale mbili inakaa zinakuwa okay. Yes. Yeah, pamoja yes. Na yes. Mambo mengine mlizungumzia hapa mambo ya nyumba, kuna nyumba ambazo zipo na watu wanaweza wakazinunua huko, sasa hivi nyumba mmesitisha? Uh, nyumba kama nilivyosema awali. Mm. Eh, Watumishi Housing Investments ina mfuko unaoshughulika na nyumba mfuko mm -hmm. wa faida ni mmoja, lakini una mfuko ambao ulianza siku za mwanzo kabisa mm, taasisi ilipoanza mfuko wa kwanza kabisa ku kuanzisha ni mfuko ambao unashughulika na nyumba kwa Kiingereza, na unaitwa Real Estate Investment Trust Fund. mm. Sasa ule mfuko kazi yake ni kukusanya hela kwa wawekezaji na wenyewe ni mfuko wa wawekezaji wa pamoja. mm. Wawekezaji wakubwa wa wanaweka kwa pamoja hela na sisi pamoja wap, tunachukua zile hela kwa ajili ya kwenda kuwekeza kwenye nyumba za gharama nafuu. Kwa hiyo ule mfuko upo na umesha kuwa sana sasa hivi kuna zaidi ya bilioni tisini na mbili. Kwa hiyo mm. ni mfuko ambao umesha umeshakua sana faida wenyewe una bilioni arobaini na saba sasa hivi, lakini mfuko wa nyumba unaosikana nyumba wenyewe una zaidi ya bilioni 92, na mfuko huo tayari zaidi ya nyumba elfu moja zimesha jengwa na kuuziwa wananchi na bado mradi ipo. Kwa mfano kuna mradi unaendelea Mikocheni hapa hapa Dar es Salaam. Kuna mradi mwingine unabuniwa hapo Mbezi Beach, siku za karibuni zitakuja hapa kutangaza rasmi ehe. Kwa hiyo tunafanya ubunifu, lakini mradi ambao tunatarajia utakuwa na jumba apartment zaidi ya 250, kwa hiyo ni mradi kidogo mkubwa, lakini mradi mzuri, uko katikati ya mjini. Kwa hiyo watu wa kawaida tunahakikisha kwamba gharama zitakuwa sio sio kubwa sana, ili waweze ku, kuweza kumudu. Kuna mradi mingine yuko mikoani, kwa mfano Dodoma, kuna mradi pale tunasema kisasa Hill Top, kuna mradi wa magorofa na wenyewe pale tunajenga magorofa kumi na nne. Sasa hivi mm. magorofa sita tayari yameanza kujengwa na hayo ambayo yameanza kujengwa na nyumba zimeshauzwa zote. So, sasa tunataka kuongeza awamu ya pili ili tuweze kuendelea kuuza zile nyumba. Kwa hiyo Dodoma nyumba zipo na endelea kujenga pale Hilltop. Na kuna maeneo mengine kama kule Mtumba na endelea kubuni miradi mingine maeneo ya Mtumba na na, Chamwino ambao ni karibu na mji wa serikali ili tuweze kujenga nyumba watu wengi wanaoenda eneo lile la karibu na mji wa serikali waweze kupata nyumba kule. Na bado tuna miradi mingine, mfano wa Arusha tunabuni mradi pale Usaliva, pia Mwanza maeneo ya Kiseke, mm. Kwa hiyo bado tuna miradi mingi sana kwenye upande wa nyumba, na hiyo ndio kazi yetu kubwa. Aaaaa, gharama za kupangisha mradi mkubwa ulioko za Ulole hapo, gharama za kupangisha zinaanzia laki moja na nusu mpaka laki tatu na nusu. Au chumba kimoja kinaitwa studio. Eh, chumba kimoja, chumba kimoja, kwa maana kuna chumba cha kulala na sebule na jiko na balcony. Eh, laki eh. nusu na nyumba... oh. nyumba vitatu laki tatu na nusu, nyumba zaidi ya mbili, wenye nyumba watu <laughs> wa hizi <laughs> <Ay. ngita. laughs> <laughs> <Amandua, laughs> Zidi shiga bizi ya bando Kuna nyumba ambazo zinaanzia milioni arobaini na nane. Yes. Ok. Mazo ni nyumba kwa tuili na kulala. Kimoja ni master. Afu kuna sebule na balkoni hukuna pen na sehemu ya kiwanja. Nyumba za aina hiyo tumejenga kwa mfano pale Dodoma. Mm. Na ule mradi wa nyumba za chini ambao uko Hilltop. Yeah. Sasa hivi nazungumzia eneo lile nyumba za wangu za maghorofa. Lakini kuna nyumba za chini zilikuwepo za aina hiyo na zingine zinaenda mpaka nyumba za nyumba vitatu inaenda mpaka nyumba nyumba moja milioni mia e, na karibia milioni sabini na sita kwa mm. hiyo hakuna nyumba iliyozidi milioni mia katika zile nyumba mnaziona za, za, za, za chini. Na huu mradi wa magorofa nyumba inaanzia tena hapo milioni arobaini na nane inaenda mpaka milioni mia sabini na tano na ni watu wote wanaruhusiwa. Mtu yeyote ambaye mtumishi na anachangia kwenye mfuko wa hifadhi ya jamii anawezaka

unajaza <laughs> kwenye website hii <laughs> <Nini, tini>. Sasa na <laughs> <laughs> kwenye website kwenye website hii tukiingia, utaiona hiyo miradi ambayo iko ina, ina, ambayo inauzwa mm. na pia kuna fomu za kujaza yeah. kule ambapo ukishachagua mradi mm. basi na bei zinaonekana pale, kwa hiyo unaweza kuchagua unataka kama ni sasa hili topu, kama ni hapa Mkocheni kwa mfano, au kama ni Mkocheni umeshaisha lakini yeah. unasimuzia hapa mradi ambao unakuja, utauona pale, kwa hiyo ile fomu unaweza kujaza na utaratibu wa kulipa tu ni kwamba utalipa ada ile ya ya, ya, kuomba ya... ya... hiyo nyumba ambayo ni elfu kumi kesho. Na baada ya hapo, sasa utalipa malipo ya awali ambayo mara nyingi okay, haizidi asilimia thelathini ya ile gharama ya nyumba hiyo. E, unapewa kipindi cha kulipa, sio kama unalipa siku hiyo hiyo mm, ukiwa nayo siku hiyo hiyo sawa, lakini pia utapata kipindi, mara nyingi unatoa miezi mitatu, miezi sita wakati mwingine. Kwa hiyo unategemea mradi na mradi, okay. Baadaye, kipindi chote cha ujenzi unakuwa unalipa kidogo kidogo mpaka ujenzi unakamilika. Ujenzi ukiisha sasa, unaangalia kiasi kilichobaki, kama umeshamaliza na maana tayari lakini kama bado, taratibu unaandaliwa wa kuweza kusaidia wa waweza kupata wa kupa mkopo benki au majiri, ili kuweza kujua kile kilichobaki kinamalizika. Kwa hiyo tunahakikisha tunasaidia pia ule mnunuzi aweze kuinunua hiyo nyumba. Sawa, okay. mm. Basi kwa dakika moja moja, wakati tunahitimisha kwa afisa na mtu wa fedha hapa, tuanze na afisa na kwanza, yes. neno lako la mwisho wakati tunahitimisha, alafu tutakuja na mkurugenzi tutamaliza. asante no. Uh, okay. Uh, neno langu la mwisho kwa Tanzania ni kwamba uh, tuanze kujitengenezea kesho yetu. Ni kwamba kesho yako unaiandaa leo. Na unaiandaa vipi? Ni kwamba tumeleta sasa mfuko ambao utakusaidia wewe kufanya kazi zako kidogo kidogo kwa ajili ya kukusaidia kesho kwa wale waajiriwa wanasema wao wana pension, ni sawa hiyo na pension, pension. Lakini ile pension mwisho wa siku unaipata katika utaratibu maalum. Kuna kikokotoo kule, si ndio? Utakuwa asilimia fulani, lakini hii Faida Fund itazengeza pension yako ambayo utakuja kuamua kuichukua wewe unapotaka wewe. Si ndio? Kwa hiyo ili kesho yako ipendeze lazima uanze kuiandaa leo. Na unaiandaa vipi? Unaiandaa kwa kuwekeza Faida Fund na unaanza kidogo kidogo kama bado una umri mdogo unaanza kuanza mapema baada ya miaka yako 60 ya ajira ukajikuta na hela nyingi ambazo zitakusaidia kipindi umestaafu. Hapo itakusaidia kati umestaafu, lakini kumbuka pia utakuwa na pension kama ulikuwa ni mwajiriwa. Kwa hiyo ili kesho yako ipendeze na usijue ni mzee mwenye stress, unatoka uanze kuitengeneza leo. Okay. Kwa wa, na washauri wa waje Faida Fund wajiunge na watapata faida ya asilimia kumi na tatu na zaidi kwa kiasi chochote utakachokiweka. Sawa. So, mimi ni Mimi nisisitize kama nilivyoanza kwamba uwekezaji wa kila mwezi unasaidia sana. Kwa wale watumishi wa umma wao tumewatengenezea dirisha linaitwa Iwekeza kila wiki. Mtumishi wa umma wa serikali anaingia kwenye ile dirisha kujaza majukumu yake, pale tumeweka dirisha linaitwa Iwekeza. Kwa hiyo kwenye hiyo poto wakiingia pale, ile dirisha limeunganishwa moja kwa moja na kwa faida. Kwa hiyo hakikishe wanatumia ile dirisha ambalo wanaweza sasa kuwekeza kila mwezi kupitia mishahara yao, na wengine wale ambao sio watumishi wa serikali wao wakiingia kwenye website yetu kuna fomu za kujaza kwenda kufanya edha kwa mwajiri au kwenda benki kwa ajili ya kuweka. Kwa nini tunasisitiza hiyo? inawaandalia maisha ya baadaye. Tukumbuke mapato ambayo yanapatikana sasa, wakati unafanya kazi, mapato ambayo unaweza tu kuyapata kwa sababu unaweza kufanya kazi. Kipindi ambacho huwezi kufanya kazi, ama unastaafu au umeshindwa kufanya kazi kwa sababu ya afya inairuhusu au ajira imesitishwa kipindi hicho ndipo unaona mapato yale ambayo unatakiwa ya uyapate bila kufanya kazi yanakuwa na umuhimu, mm. Lakini usipoyaandaa sasa wakati unaweza kufanya kazi, ni wakati gani tena unaweza kuandaa? Ndo maana tunasema mbali na kuwekeza kawaida, hakikishe kila mwezi unawekeza ili ikujenge kwa siku za baadaye, wakati hayo mambo yatakapotokea kwamba umestaafu au afya yako haikuruhusu au utumishi au ule uwezo wa kufanya kazi tena umepungua hatuseme umeisha, lakini umepungua, si ndio? Uwe na uwezo wa kuwa umeshawekeza kiasi ambacho kitakutosha kuendelea na maisha kama kawaida, kama kwamba hakuna kilichotokea. Kwa hiyo, ni hitimisho kwa kusema kwamba kuwekeza kila mwezi itakusaidia kwa baadaye.

Umeona nyumba kwanza zimepangwa kimtaa. Hiyo ndio zile ambazo unasema zimepangwa hata moto ukitokea ni rahisi kama moto kufika kwa pale. Moto lazima mwizi akitokezea pale, mwizi hana kukimbilia kile watu. Sasa ukiza na kupita, au unaweza kaongea kule mtaa mkaweka kamera na nini? Sasa wewe unaenda wapi? Kwa sababu kila unapopita pako wazi, na sifa ya mwizi ya picha <laughs> unaenda kufichamia kwa nyumba ya mtu anakuchomoa labda mkubaliane ya kuhifadhi